Kwa nini amuungani? Eche echi alinijibu jambo ambalo siliamini kama atakuwa mkweli eche mm. kama atakuwa mwongo echi, alisema hivi mm. sisi ndani ya Chadema mm. tulikuwa kuna watu watano mm. ambao ilikuwa hatumwelewi mwenyekiti mm. Mbowe mm. Msigwa mm. Lema mm. yeye eche mm. eh Lisu mm. na yule mwingine yule wa Mwanza yule nani, walisema kachukua hela kwa Abduli yule uh, Wenje Wenje, watano mm. mm. walikuwa hawamwelewi mm. mm. Mboyo na Mboyo akawa awaelewi mm. na kawa anaanza kufanya njama waondoki wa, wa, wa katika mm. sistemu ya Chadema mm. akaanza kumtoa Msigwa mm. akamwekea mgombea Mweshimiwa uh, e, Tundulisu uh, uh, Mweshimiwa uh, uh, Wanje katika makamu wa rais makamu wa mm. mwenyekiti mm. kabla ya hapu, tukamwendea sisi Zito mm. Zito e, si hatutakiwi kule Chadema mm. tuko watano sisi hatutakiwi mm tuje huko esiti tuongeze nguvu mm. tuongeze nguvu mm. echa, akajibu nasema hivyo kama, hichi kama mm. alina mwongo yeye kama mm. kweli yeye mm. na hawezi kukataa, mm. kwa sababu tulikuwa watu wengi mm. mm. wa wa mm. katika kikao, akasema akajibiwa na Zito kumwambia sisi, nyinyi sitaki muje katika chama chetu nyinyi mtakuwa mnasema maneno makali kwa mama wakati mm. mimi mama naliona naye mimi mama kaniahidi mambo mazito sasa nyi mkija kumtaniharibia kwa hiyo musije mm. sisi ndivo wanasema wanachama mm. sisi ndivo tukaona sasa mm. tupambane na mweshimiwa Mbowe tukiwa ndani ya chama mm. baada ya kujibua mm. hivyo na wow. na zito ndipo akajipanga sasa, kwa kuwa wenje kachukua fomu ya umakamo kumtoa nani lie Lissu <totipasana> na mpango huu anaosimamia mwenyewe Mbowe na wenje tayari ashatunaanza kutusaliti, ndo akajipanga sasa kumwondoa Mbowe, akamwambia sasa, wewe jitoe katika wenyekiti wewe makamu wenyekiti, wewe Lissu li toka gombea wenyekiti, mimi nagombea makamu, tupambane ndani ya chama chetu, tumtoe na Mwenyezi Mungu tukajaliwa. Kwa hiyo ukisikiliza uki, uki, uki, uki, neno hili kama ni kweli mm. la Lissu mm. e, ya, la, la eche, la eche. Mm. ambalo alijibiwa na, na Zitto kwa utaiona mm. picha nayo maneno ya juzi haya ya, ya, ya nani ya, baba, levo. baba levo na raisi mm. na ya eche mm. na ya Chadema mm. na kuna picha inajionesha kabisa mm. kwamba bila kujisafisha mheshimiwa mm. Zito mm. kwa kweli atakuwa aminyiki mm. na ACT kitakuwa chama kama ndo sema polepole, tena anasema kadharau tu hawasitia wao.